Kwanza napenda kufafanua ya kwamba ni uamuzi wa serikali kuwekeza eh, kwa kiwango kikubwa katika kiwanda chetu cha viua dudu pale Kibaha mkoani Pwani, na nimepokea kwa furaha kubwa maelezo ya mwongozo wa bajeti ambayo yanaonyesha uh, dhamira na nia ya serikali kuwekeza fedha zaidi katika kiwanda hiki cha ja Shirika la Maendeleo ya Taifa, NDC na kinachotengeneza chuna, bidhaa za viwadudu kama sehemu ya mpango wetu wa kupambana na malaria nchini ambao ni dhamira ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nachopenda kusisitiza hapa ni kwamba kazi hii imeshaanza, na rai yetu kwa halmashauri ni kuhakikisha ya kwamba wanapuliza sawasawa sawa na maelekezo ya wataalamu ili lengo la kuondokana na malaria litimie mapema zaidi, kabla ambavyo inatarajiwa. Lakini kubwa kuliko kuhusu hichi kiwanda ni kwamba kiwanda hiki tumekubaliana na wabia wetu wakubwa kwamba kitatengeneza bidhaa za viwadudu, kitatengeneza viwatilifu hai eh. Hizi ni zile sumu za kupuliza kwa wadudu waharibifu wa mazao, lakini sio sumu hii unapuliza na sio sumu, na haiwezi kuleta madhara kwa binadamu tumeshazalisha zaidi, tumesha zaidi ya e, lita elfu ishirini. Mpango wetu ni kuzalisha kwa wingi ili tuwafikie wakulima wote, maana ukitumia bidhaa hizi hakuna matatizo ya kansa, matatizo ya ngozi, matatizo ya afya kwa binadamu. Lakini kubwa kuliko ziara ya hivi karibuni ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kuba e, alipofanya hapa nchini na akaonana na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, makubaliano ya msingi ni kuanza uzalishaji wa mbolea. Inaitwa mbolea hai ama biofertilizer katika kiwanda hiki. Tunataka wakulima wa Tanzania watumie mbolea hai, viuatilifu hai na tuwamalizie malaria kwa kutumia teknolojia ya viwadudu. Kiwanda hiki ni kimoja Afrika na mpango wetu ni kumaliza matatizo haya Tanzania na kusambaza bidhaa hizi kote barani Afrika. Asante sana.